Sema ni Tanzania ya kijani 27 ya kijani, kwa maana ya uzalendo ni kutunza mazingira na kushiriki kupanda miti. Ndio maana nimesema wote tumeshiriki kwa tukio hili la kihistoria, tumetimiza uzalendo lakini tumeendeleza utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Sasa ndani ya huo uzalendo ndio kuna utunzaji wa mazingira, kuna uhifadhi wa mazingira ambao tunaamini kabisa kabisa, Tanzania ikiwa ya kijani ni kwa manufaa ya kizazi hiki na kizazi kinachokuja. Ni waombe sana kazi tumefanya, tuliyoifanya leo ni kazi ambayo itakuwa endelevu. Leo tumepanda miti zaidi ya mia tatu nimeambiwa, lakini mpango wa siku ya leo ni kupanga, ni kupanda miti elfu kumi katika wilaya yote ya Kilosa. Sasa niwaombe sana miti hii tuliyopanda lazima itunzwe, itunzwe hmm, kwa sababu ya kwanza tunamtunza Dkt Samia Suluhu Hassan, itunzwe sababu ya pili, ili kusudi sasa iweze kutusaidia eneo hili. Tumepata eneo zuri sana, ni eneo ambalo lina kwanza lina, lina uwanda mzuri lakini pili ni eneo ambalo limezungukwa na shule yetu hii ya Dinima. Itasaidia sana huko mbele kwenye kuwasaidia wanafunzi kupata kivuli kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kufanya mambo mengine, lakini pia itasaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi katika eneo hili. Kwa hiyo mtakapoitunza miti hii, ina faida nyingi, hizo ni chache tu ambazo nimesema. Lakini hapa naambiwa kuna changamoto pia wafugaji wanaingiza mifugo yao kwenye, kwenye maeneo haya. Nimemwambia mheshimiwa diwani, nimemwambia mwenyekiti wa kitongoji na nimemwambia na na wenye vitu wote wa vijiji na nini na wenye na, na, na, vitu wa vitongoji, yoyote tutakaye mkamata ameingiza mifugo katika eneo hili, basi ajue ametuhujumu kwa namna moja ama nyingine na mkono wa sheria utamfikia. Siku ya leo ni siku ambayo tumezindua mpango wa upandaji miti kiwilaya. Sambamba na hilo, kama ambavyo tunajua, leo ni tarehe saba ya kijani, ni tarehe ambayo tunaadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwa mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na rais wetu amekuwa kipaumbele sana katika masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Sisi sote tumeshuhudia hilo, maeneo mbalimbali amekuwa akiachilia miradi mbalimbali kwa ngazi ya taifa na wilaya pia tumekuwa pia na miradi mbalimbali ambayo imeletwa ndani ya wilaya yetu ikiwa ni miradi ya nishati safi ya kupikia na miradi mingine ambayo imeendelezwa kutekelezwa chini ya wadau mbalimbali wa mazingira. Kwa leo tulikuwa kwenye eneo hili la shule ya msingi Dinima tarafa ya Masanze na mali hapa leo tumezindua kwa kupanda miche ya miti mia tatu na zoezi hili ni endelevu, litaendelea katika maeneo mengine yote ndani ya wilaya na sisi kama Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Kwa wilaya tuna lengo la kusambaza miche ya miti ndani ya wilaya yetu miche elfu sitini. Hii fursa ya upandaji wa miti kwa kweli tumeipokea kwa furaha sana kama wananchi, kama nyinyi mnavyoona hapa, tumejitokeza kwa wingi sana wananchi na kuja katika maeneo haya kushiriki kupanda miti ni zoezi ambalo hatukulitegemea kama tutapata hii fursa katika shule ya msingi Dinima, ambayo ni shule yetu iliyoko hapa. Tunafurahi sana, tunamshukuru sana kiongozi wetu mkuu wa wilaya kwa kutuletea hii fursa ya upandaji wa miti, kwani vitongoji, vijiji vingi sana wanaililia hii bahati, lakini bado hawakuipata. Sisi tunatoa shukrani kwa uongozi wa wilaya.